Katika maadhimisho ya sitini ya sikukuu ya wafanyikazi ulimwenguni, maarufu kama Labor Day, na yaliyoandaliwa katika bustani ya Uhuru jijini Nairobi, wajiri walikuwa na kila sababu ya kutabasamu baada ya Rais William Ruto kuagiza waajiri kutekeleza pendekezo la nyongeza ya mishahara kwa asilimia sita. When we agreed to enhance pay by 6% last year.

to Katibu Mkuu wa muungano wa Kotu Francis Atwoli akisema agizo la rais la kuongeza wafanyikazi mishahara limekuwa hadi hewa na linapaswa kutekelezwa haraka iwezekanavyo.

The government. Katika hotuba yake Rais Ruto akiendelea kutoa ahadi kadhaa kwa Wakenya, ahadi ambazo zinaambatana na mabadiliko ya sera zinazolenga kuboresha haki za wafanyikazi, mapato yao na fursa za ajira kwa mamilioni ya Wakenya is is a a recognition of of the service and sacrifice of our senior citizens and workers and a step towards ensuring that retirement is met with dignity, not stress. Waziri wa leba Daktari Alfred Mutua akisema wizara yake imeweka jitihada za kuhakikisha usalama kwa wakenya wanaoenda ughaibuni kwa ajili ya ajira akiongeza kuwa serikali inaendelea kusaka zaidi nafasi laki tano za ajira ng'ambo. And we anticipate that we we that are going to to to create over 500,000 jobs overseas and we continue to put in place measures to ensure safe and orderly and regular migration. Hata hivyo, Rais ameagiza wizara hiyo ya leba kwa kuhakikisha kwamba wanaofanya kazi chini ya mikataba ya nje wanakubaliwa kujiunga na vyama vya wafanyikazi ili kunufaika na mifumo ya majadiliano ya pamoja. Isaac Musyoka, Undugu TV.